Unadhani bima ya gari ambayo ina kifurushi cha bure inamaanisha wewe kama mnunuzi wa bima hautailipia chochote? Sio kweli. Hizi ndizo sababu ambazo mtu wa bima anaweza kukuambia uchangie kwa madai ya bima yako, ama uchangie kwa ada ya bima yako ya kwanza. Kama kioo au vioo vya gari lako au radio cassette, ina thamani kubwa kuliko kile kiwango ambacho bima yako imepeana bure. Kwa mfano, kama umepewa kiwango cha bure cha ulinzi wa vio vyako ni elfu thalathini shilingi ya Kenya, na pengine baada ya kutathmini thamani ya gari lako ikapatikana kuwa thamani ya vio vyako ni shilingi hamsini, inamaanisha kile cha ziada cha shilingi elfu ishirini inafaa uchangie kwa kulipa ada vilevile vile kama radio cassette itakuwa vile. Cha pili, ikiwa pengine ushaipata madai ya kulipwa, kama ulikuwa, kama pengine vio vya gari lako vilivunjika ama kio ama pengine radio cassette ikaibiwa, utahitajika kulipia tena ulinzi wa vio vyako ama radio cassette na mtoa bima kwa kuongezea ada ya bima yako, ndiposa pengine kabla ya hiyo, wakati ama muda wa bima yako kuisha, upate kulindwa kikamilifu. in, in, ikiwa pengine kio cha gari lako kinaweza vunjika, upate kufidiwa tena. Cha ja tatu, ikiwa pengine kiwango cha kuvuta gari lako baada ya mkasa wa ajali kiwe kikubwa kuliko kile kiwango cha bure ambayo ilipeanwa na bima yako kwa mfano pengine, kama kiwango cha bure ni shilingi elfu thelathini na gharama tuseme, na gharama ya kuvuta gari lako pengine kutoka kwa mahali ambapo ajali ilifanyika mpaka kwa kituo cha polisi ama mpaka ka garage, ikiwa kubwa kuliko kile kiwango cha bure ambayo ulipewa na bima yako, inamaanisha gharama ya ziada utalipia mwenyewe, ili uweze kuchangia kwa fidia yako kulingana na bima ambayo ulitia sahihi ama mkataba wa bima ambayo ulitia sahihi. Kumbuka, bure imaanishi kila kitu kimelipiwa. Huu kisoma masharti ya bima yako.